Leo tarehe kumi na saba tumetembelea chuo cha Rungemba ambacho uh, chuo kina kinafundisha mambo ya maendeleo ya jamii watoto wa kike tu Tanzania. Tumeenda kuona fursa nyingi ambazo ziko kwenye chuo hiki. Mfano, tumeona wataalamu wa chuo cha Rungemba, waalimu wameendelea kuhamasisha jamii katika kujitafutia fursa mbalimbali na hapa tulipo kwenye shamba hili tunaona namna ya wataalamu wa maendeleo ya wa jamii walivyohamasisha wana kijiji walivyohamasisha wa Tanzania wanaozunguka maeneo haya ma, ya mafinga na vijiji vingine vya karibu kwa ajili ya ulimaji wa parachichi. Hata hapa tulipo tuko kwenye shamba la Bwana Kevin na mke wake, walihamasishwa na wataalamu wa chuo cha maendeleo ya jamii namna ulimaji wa parachichi, wamehamasika na sasa tuko kwenye shamba lao baada ya kuja kuwatembelea tunaona shamba inaendelea. Kevin anasema na hili shamba lina miaka nane. Lakini bado anaendelea kulelewa na wataalamu kutoka Chuo cha Maendeleo ya Jamii. Na bado tumekutana na wanawake, vikundi vya wanawake. Pia na wao wanaendelea kuhamasishwa kwa ajili ya ulimaji wa parachichi. Kwa hiyo tunaona eneo hili lote limekuwa green, limekuwa green na miche ya parachichi. Baada kuwa wataalamu kutoka Chuo cha Maendeleo ya Jamii wanaendelea kuonesha wananchi fursa za kilimo cha parachichi. Bado wataalamu wa maendeleo ya jamii hawajaishia hapo. Baada kugundua mkoa wa Iringa una tatizo la lishe. Lishe duni mkoa wa Iringa wanalima, wanalima kila aina mazao yapo, lakini kuna lishe duni. Kwa hiyo, wataalam wa maendeleo ya jamii wameendelea kubuni namna ya kutengeneza uh, namna kutengeneza karoti wanazisaga wanachanganya ndani ya uji. Kwa hiyo wananchi wa wengine ambao hawajui matumizi ya karoti bado wanaenda kutana na chakula lishe ambacho ndani wataalamu wa maendeleo ya jamii wamechanganya kila kitu kwa ajili ya kuleta hamasa, hatimaye uh, ile pasenti iliyokuwa kubwa sana ndani ya mkoa wa Iringa kwa ajili ya lishe duni kwa watoto sasa hivi imeshuka. Kwa hiyo tunawapongeza sana wataalamu wa maendeleo ya jamii na natoa hamasa kwa wataalamu wengine wote vyuo vyetu wa maendeleo ya jamii kuendelea kutoa hamasa kwenye jamii zetu tuzunguka kwa vitendo, sio tunafundisha darasani tunawaacha, tuendelee kutoa kwa vitendo hata kwa jamii zetu tuzunguka, ili waweze kuona nini kinachotokea ndani ya vyuo vyetu. Kwa majina, anaitwa Kevin Mwaihojo, ni mnufaika kati ya wanufaika wa kijiji cha Asi, ambao tuko jirani na ambao, chuo kilituchukua kuweka kupata mafunzo Njombe kwa ajili ya kilimo cha parachichi, lakini sasa tunanufaika nacho sababu kama unavyoona mashamba, kwa sababu serikali inatia mkono kwenye chuo na chuo kinatushika mkono sisi wananchi wa jasiriamali wadogo.